Shara. Wakulima eneo la Transmara kaunti ya Narok kwa wamechangamkia mfumo mpya wa kisasa wa kilimo cha ndizi ulio na manufaa mengi kwa wakulima na faida katika mauzo yake. Mfumo wa kilimo cha mgomba wa ndizi humea kwa haraka na huota ndizi nyingi, kinyume na mfumo wa awali unaochukua kipindi cha mwaka mmoja na miezi minane kukomaa. Akizungumza siku ya wakulima eneo la Poroko, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya maendeleo ya Ewasongiro Kusini Sami Lapolos amesema halmashauri hiyo imetenga shilingi milioni kumi katika mradi huo. Aidha, la Polos amesema wakulima katika kaunti hiyo wataendelea kupokea mafunzo ya kilimo kuambatana na teknolojia ya kisasa, huku akiwataka wakulima kutilia mkazo kilimo cha ndizi. Unapata mazao mara tatu na pia tuna ile tunaita kwamba it is pest free au disease free. Kwa hivyo ukipata mkulima akipata, na malengo yetu ni kwamba kwa wale wakulima ambaye watapanda, kila mkulima atapata miche mia tatu sitini na tano ya kwamba kwa kila siku unaweza vuna, e, mti mmoja au banana moja ambaye kwa sasa kwa soko inauzwa between 350 and 550.